Sijaridhika. Nimesimama kwenye ardhi tukufu ya Maalim Seif. ACT e, si, Wazalendo! ACT e, si, Wazalendo! mabadiliko la uwazi, shusha tanga shusha tanga, safari Mtambwe, safari safari. Na waje! Nikisema na waje, semeni walete, na waje, na waje A wamejatele wakaribisheni kwa makofi uwanjani hapa. Haya, piga makofi wanangu, piga piga makofi piga makofi. Sijasikia piga makofi, piga piga makofi. Ndugu zangu, leo nimeemewa. Leo nimeemewa bora nishuke inatosha leo. Hao kina mama mnasemaje? Ndugu mwenyekiti wa chama chetu na inshallah rais wetu wa Zanzibar kuanzia Oktoba 29. Ndugu mwenyeji wetu, mwenyekiti wa chama mkoa wa Wete, viongozi wengine wote, itifaki nimeizingatia, wanachama na Wazanzibari wenzangu, assalamu alaikum. Mmefurahi? Mnauona ushindi. Na iwe na iwe na iwe na iwe na iwe na iwe, ushindi tutachukua biidhnillahi taala. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ambaye leo katuamsha tukiwa hai na wazima sisi wenzenu tumefunga safari kutoka Unguja mpaka Pemba, tukafika mpaka ardhi aliyolala mzee wetu, ardhi ya Mtambwe, tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Tunamuomba tunamwomba Mwenyezi Mungu amtilie nuru kabri lake mzee wetu, amjaalie malaika wema kuwa ndio wazungumzaji wake amuingize katika pepo ya Firdaus na atukutanishe naye katika pepo hiyo inshallah. Na kubwa, Mwenyezi Mungu tupe nguvu, tarehe 29 tukatimize kazi ya mali msefu, inshallah. Sala na salamu zende kwa mtukufu wa daraja mbora wa viumbe wote, kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu leo, na mchanganyiko wa hisia kali, lakini pia na furaha kubwa hisia, na sitaki nilizungumze sana hapa, lisije likanifanya nishindwe kuhutubia. Lakini mimi kila nikija Mtambwe naona kama nimekuja kutilia maji mti wa ukombozi wa Zanzibar, lakini furaha. Mimi naamini hata leo hamhitaji hotuba nyingi, mahudhurio tu tayari ni ujumbe tosha kwamba Mtambwe, Pemba na Unguja yake zimeamua mara hii, wakitaka wasitake, ushindi tutauchukua bidhnillahi taala. Katika hili mwenyekiti, kama mwenyekiti wa timu ya ushindi, tulipokuwa tunakuja, tumekutangulia, tulikuwa tukiona umma, makundi ya watu yanatembea kwa miguu kuja uwanjani nikawaambia wenzangu nilokuwa kwenye gari kwamba hii ni dhima, hili ni deni, kwamba watu maskini za Mungu anatwanga mguu, anakuja katika mkutano kwa sababu moja tu, anaamini anakuja kusikiliza kile ambacho anakiamini. Sasa leo hatuna muda, nasema moja tu nasema hili kama mwenyekiti wa timu ya kampeni, na kama nitaendelea kuwepo bado makamu mwenyekiti, nawaambia wagombea wetu wote, ole wenu mje muwaendee kinyume watu hawa <laughs> siwaambiwa mtambwe tu, wote unguja na Pemba <laughs> haiwezekani. Watu wakajitoa namna wanavyojitoa, halafu wewe ukawa kinachokushughulisha ni ulu wana ukubwa, tutakutia adabu katika serikali inayokuja. Moja katika ahadi za ACT Wazalendo ambazo mwenyekiti kazisema wazi wazi ni kwamba katika katiba mpya ya Zanzibar tutakwenda kuitunga inshallah, kutakuwa na kifungu ndani ya katiba wananchi wakiona waliyemchagua hawafanyi walioyatarajia, wana haki ya kumwondosha kabla ya miaka mitano. Wazungu wenyewe wanaita the right of recall. Kwa hivyo hili nawambia si kwa nia mbaya, si kwa nia mbaya. Haiwezekani umma huu najua kubwa kama nyinyi kama mimi nalotushughulisha ni kutafuta mamlaka ya nchi yetu, lakini ndani yake pia hilo haliwezi kuwa kichaka cha kujifichia, ukawa umechaguliwa hutumiki watu, tutakuadhibu sisi chama chako kwanza. Hilo niliacha hapo, lakini nawashukuru na nimefurahi sana. Kwa niaba ya timu ya kampeni na mvulia kofia mwenyekiti wa Wete na wajumbe wake wote na viongozi wote na wanachama kwa kazi mlioifanya leo, asanteni sana. Jipigieni makofi nyinyi wenyewe kwanza. Sasa ndugu zangu, baada ya hayo leo, bahati mbaya, muda umekwenda sana <laughs> najali kwa sababu nataka pia mmsikie rais wetu. Kwa hivyo mimi leo nitasema kwa ufupi, lakini siachi ada yangu ya kuanika uchafu wa bwa mdogo. Nitafupisha tu maelezo na hapa leo nina deni, kwa sababu mkutano wa mwisho wa kampeni ulikuwa juzi Bumbwini Unguja, mimi sikuwepo, nilipewa kazi, ikabidi nisafiri Dar es Salaam. Sasa, waliokuwepo wakaniambia kila mkutano mmoja ulitudai kashfa moja. Leo mkutano wa kumi na mbili huja kuwepo, tunakudai kashfa yetu moja. Nikawaambia inshallah mkutano unaokuja nitaisema kashfa ya kumi na mbili na ya kumi na tatu kwa pamoja ili hisabu ikae sawa. Sasa na nirejee kusema katika hili, katika utangulizi <clears throat> hatusemi haya kwa ufahari ndugu zangu, na hili nataka bwa mdogo na wapambe wake waelewe. Ni aibu, ni fedheha, ni kinyaa kukaa hapa kuzungumza uchafu wa ufisadi wao, lakini kwa sababu ni pesa za Wazanzibari masikini mnaowakandamiza mkawalaza na njaa, nyinyi mkafishiri pesa zao. Lazima wazanzibari tuwaambie, wajue, liwaambia tena, walinuna kweli kweli, kwamba hizi pesa si za baba yake mtu wala mama yake mtu. Hizi ni fedha za walipa kodi, nyinyi mnaokamuliwa kila pala, alafu mtu akatafuna, alafu akasema, akategemea tusimseme. Sasa nitasema mawili leo ili kuweka hesabu sawa. La kwanza nataka kulisema linahusu, kwa sababu hili limetokea hapa Pemba, mnaona hodari wa kutupigia picha na wakatuvutia, waka video vyao vya kipumbavu pumbavu kwamba ati wamejenga wametengeneza moja ambayo limefanywa wanalojisifia sana ati ni matengenezo ya uwanja wa Gombani. Kama kuna mtu wa kubeba haki ya kujengwa uwanja wa Gombani ni almarhum Maalim Seif Sharif Hamadi, wasijizime data Pemba kwa miaka wazee, mnakumbuka haikuwa na uwanja hapa. Hata sherehe za kitaifa zikifanyika, Tibirizi, panafungwa shamiana kama hivi, barabara bara ndio kunapita gwaride. Uongo kweli? Uwanja wa Gombani umejengwa kwa msaada wa Korea, baada ya safari ya Maalim Seif Korea, Mwenyezi Mungu amlaze pema sasa. Ubwa mdogo kazi yake kuja, akachukua mambo ya watu akatia nakshi akayafanya yake. Nini kimetokezea katika uwanja wa Gombani? Ndugu zangu, nikuulizeni nyinyi kwanza, hasa vijana mnaokwenda pale, limefanywa lipi kubwa Gombani? Kumeongezeka uwezo wa uwanja kuchukua watu zaidi? kumetiwa vipaa, kukatiwa mataa na huku nje kukapigwa, eh, kumepigwa gypsum na huku nje tukatiliwa nakshi zile. Lakini kilichotokezea mnakijua? Mnajua kiasi gani kimefisidiwa kwa upuzi ule uliofanyika? Shilingi bilioni nne, shilingi bilioni nne. na balasi hilo makisio wakati inatangazwa inapewa kazi, maana hakujatangazwa tenda kama kawaida yao. Wakati inapewa kazi, kampuni iliyofanya kazi ile ilisemwa gharama ni bilioni mbili, lakini umemalizika, imekuwa ngapi? Nne. Yaani mara mbili ya makisio. Sote tunajua, hata ukijenga nyumba yako, binadamu anaingia, anaweza kuwa umefanya hesabu ukasahau kitu kimoja viwili, lakini haiwi gharama mara mbili yake. Lakini haitoshi hivyo tu, huyu aliyopewa mradi huu ni nani? kuna kampuni inaitwa Osaju. Hii kampuni ni kampuni ya aliyekuwa mpaka juzi, aliyekuwa mbunge wa Chumbuni, Pondeza. Wala sioni tabu namtaja kwa jina hapa, lakini ndugu zangu, kampuni ya Osaju na Pondeza ni kiini macho tu tunamjua mtu aliyoko nyumba kubwa aliyokuwa nyuma ya Osaju na miradi yote yanayopewa hivi, bilioni nne, ndugu zangu. Hili nawaambia wananchi maskini, manake wametufukarisha, hata wanaingia hesabu zikatupiga chenga. Kila bilioni moja, ndugu zangu, maanayake milioni elfu moja. Kwa hivyo bilioni nne, maanayake pesa za kufanyia upuuzi ule pale zimetumika milioni elfu nne milioni elfu nne Halafu hawa wanaofuja pesa hizo wanakwambia huwezi kulipa mshahara wa milioni moja, umekushinda fisadi wewe. Ataulipa Rais Othman Masudi, inshaallah. Hilo ni kashfa ya kumi na mbili ya kumi na tatu ili niweke hesabu sawa, maana ilikuwa niseme moja tu. Na leo, kama nilivyosema, mnisamehe na yasema kwa ufupi kwa sababu ya muda. La pili, ndugu zangu, na labda katika hili niseme ilipopewa hii kampuni ya Osaju, wakala wa manunuzi ya umma alisema hii tenda ifutwe, hii kampuni haina sifa na vigezo. Lakini katika nchi ya kifisadi na watawala mafisadi hakuna sheria wala maelekezo wanaofuatwa. Kwa hiyo hiyo nalia aliyachapa. Lakini nimesema kashfa ya kumi na tatu ya serikali ya kifisadi ya bwa mdogo katika miaka mitano hii. Hili mtaniwia radhi kidogo ni la kitaalamu, lakini nitajitahidi niliseme katika lugha ambayo tutaweza kuelewana. Yale mengine ma details, mambo ya kina, na yaacha mimi nataka, kama wanaume wasimame juu ya jukwaa wayakanushe tu, wavue nguo hadharani, maaa tumewaambia, tuna ushahidi ndugu zangu. Serikali inapokuwa na mfumo wa manunuzi ya umma kuna sheria inataka lazima kuwe kuna utaratibu wa serikali ikitaka kufanya manunuzi ya umma na tunasema manunuzi ya umma maana nini? Serikali inataka kujenga chochote, iwe skuli iwe hospitali, iwe inataka kununua vifaa vya skuli, vifaa vya hospitali, inataka kujenga barabara, inataka kununua mafuta, inataka kufanya chochote kile hayo ni manunuzi ya umma, kwa sababu fedha ni za umma za walipa kodi. Huwezi ukaenda ukanunua kama unavyoenda kanunua tungule marikiti, lazim kuwe na uwazi, taratibu zifuatwe. Hawa ndugu zangu, baada ya kuja bwa mdogo, uhuni mkubwa umefanyika. sheria sheria ya uendeshwaji wa mawasiliano inataka kama unaweka mfumo wa kisasa wa kompyuta, wanaita vijana wanajua tehama, lazim uwepo ndani ya nchi, na moja katika jambo kubwa, lazim kuwe na siri. Kwa sababu gani? unapotangaza tenda, kampuni zinashindana. Serikali kazi yake ni kutafuta kampuni ipi itatoa huduma bora kwa gharama nafuu, ama sivyo, ili kuzichunga pesa zenu zisifisidiwe. Sasa, ili kulijua hilo, akitoka kampuni ya Jusa kwa mfano, ikasema inakupa huduma hii kwa gharama hii inatakiwa kampuni ya Juma au Makame au Fatuma au Mize huko kwingine isijue. Kila mmoja atenda namna yake, serikali kwa siri itakutana, halafu wakati wa kufungua ndio hakuna siri, ijulikane nani katoa ofa ya huduma ya viwango vya juu kwa gharama nafuu. Huu ulipaswa uwe mfumo wa serikali yenyewe na serikali ina wakala wenyewe, wanaita wakala wa serikali mtandao, e-government. Ulipaswa mfumo huu utengenezwe na hapa Zanzibar tuna vijana makini, wangeweza kutengeneza mfumo huu wenye viwango vya kimataifa, lakini hawatakiwi. huwa nasema siku zote kwamba Huyu moja ya kitu ambacho tumekiona katika miaka mitano ya serikali ya bwa mdogo ni kwamba hana imani na Wazanzibari. Na atakuwa wapi na imani na Wazanzibari wakati hawajui Wazanzibari, wanasema wenyewe asiyekujua hakuthamini. Lakini si tu kwamba hamini Wazanzibari, kuna mkakati wa kifisadi kilichofanyika nini, ndugu zangu? Imechukuliwa kampuni ya kichochoroni, inaitwa Ozone International. Halafu hii kampuni ya kichochoroni ikatafuta kampuni nyingine ya kichochoroni iliyoko huko Maskati, Oman, si ya serikali. Tufahamiane vizuri, mtu asije kadhani labda tunaihusisha serikali ya Oman. Kampuni ya kichochoroni tu, Maskati huko inaitwa Oman Data Park. Kampuni ya kichochoroni Ozone International imetafuta kampuni ya kichochoroni, imekabidhiwa kazi ambayo ilipaswa kuwa siri ya kusimamia tenda za serikali, imefungwa Oman, watu hata habari hawana. Lakini hoja si siri ndugu zangu, nimesema nayafupisha maelezo kwa sababu ya muda. Hoja nini ni? badala ya serikali kutengeneza mfumo wake ikajigharimia yenyewe kupitia wakala wa serikali mtandao, huyu aliopewa kazi hii kwa mwezi analipwa milioni mia tano milioni mia tano tena tena, ndugu zangu, kapewa mkataba mpaka ishirini ishirini na saba ndani ya kipindi cha kuanzia Oktoba 2022 mpaka Juni 2023, kalipwa bilioni 4.5 na hizi fedha, kuwaonesha kama tunajua kila kitu, zimelipwa kupitia akaunti ya PBZ account number 0828583001. bilioni nne nukta tano. Mradi mkataba huu hata ukimalizika ishirini ishirini na saba, itakuwa tayari serikali imewalipa vikampuni hivi vya kichochoroni jumla ya shilingi bilioni thelathini na saba, zaidi ya bilioni thelathini. Sasa ndugu zangu, na kuulizeni nyie na hasa wale vijana wanaosema wamekubali miaka mitano kwa boflo tano. Simewona Pemba huku, simeona kuna watu thamani yao ya kutawaliwa kifisadi miaka mitano wao ni kupewa boflo tano, kila mwaka mmoja boflo moja, boflomoja. Waulizeni vijana hawa, nyinyi mnakaangwa kwa boflo tano, Mnajua mafisadi hao walivyofisidi wakachukua mapesa haya, fedha hizi bilioni 30. Na zingetumika kwa maslahi ya Zanzibari, wangapi vijana maisha yao wangetononoka hapa. Sasa ndugu zangu, kama sema nimeyafupisha tu, lakini jiulize wewe, watu ambao wanaweza kupiga mradi mmoja na kama ulivyosema bado Haya kashfa huyu Jada nimemwona maskini kabakia bichwa tu, huyu hata ikimalizika kampeni taabani roho no yake, maana tumemdhamiria. Haiwezekani ukasimamia ufisadi wa fedha si zako za wananchi masikini wa Zanzibar, tukakuachia na ukiondoka, tutakamua urejeshe fedha zote, zirudi kunufaisha wananchi wa Zanzibar. Sasa nasema, ndugu zangu, hawa hawa bilioni thelathini, mtu i mtu unazifisidi namna kawe, halafu wewe leo una mdomo wa kusema haiwezekani kulipa mfanyakazi kima cha chini milioni moja? Huu ni mradi mmoja tu. Hii miradi ya kifisadi iko kwa mamia. Ndugu zangu, nikuulizeni, nchi hii kweli maskini sisi, wakuishi maisha ya dhiki sisi? Hivi kweli mzanzibari awe wamtambwe, wawe popote ni wa kuishi, akawa wanahangaika na chakula cha kulisha familia yake, wao anakwenda shopping, mtu ana kadi ya benki, anaparuza tu, anatumia anavyotaka, fedha zenu wananchi maskini, halafu akikaa nyumba kubwa, kazi yao kututukana Wazanzibari kwamba sisi ni washamba, wajinga, wavivu, wamekuja kustaarabisha. Tutakustaarabisha wewe kwa kurojesha kwenu tarehe 29 Oktoba, insha Allah. Wazanzibari hatuwezi kukubali ufisadi. mkotayari mkotayari ufisadi wa namna hii? au mko tayari nyinyi, mko tayari kuendeleza ufisadi huu? haziwaumi fedha hizi mabilioni, fedha hizi zenu haziwaumi kufisidiwa? Mko tayari hizi zitumike kwa maslahi yenu na kubadilisha maisha yenu? Sasa kama mko tayari manake lazima Oktoba 29 Tuing'oe serikali ya kifisadi, tumchague rais Othman Masud akasimamie fedha hizi kubadilisha maisha yetu ya wa Wazanzibari inshallah. Sasa nimalizie kwa kuwauliza wale ambao wanataka ufisadi huu uendelee na watampa kura bwa mdogo, na waomba waonyeshe mkono juu. Narejea tena wale ambao wako tayari ufisadi huu uendelee, waendelee kuishi katika idhilali ya umasikini, mabilioni yakipigwa, wako tayari? Bwa mdogo waendelee? Naomba mkono juu. Hakuna, hakuna mtambwe hata mmoja. Ah, jamani nyee! Sasa wale ambao wanasema wanakwenda kukomesha ufisadi huu na kura zote ni kwa Mzanzibari mwana kindakindaki, mpemba wa Pandani, Othman Masudi. Naomba mkono juu, naomba mkono juu, mkono juu! Tumemkubali Othman Masudi, tutamchagua tutammiminia kura. Sasa je, tuko tayari kumsikiliza rais wetu? Tuko tayari kumsikiliza rais wetu? DJ, mlete rais mpya wa Zanzibar Osman Masoud aje azungumze na watu wa Mtambwe. Sikamane sote kwa <tipa> umoja wetu.